Huu ni uwanja wa Tanzanite Kwaraa, uwanja ambao unatumiwa na Singida Fountain Gate ha, kule Manyara na umeweza kufungwa viti jumla viti 5000 na bado viti elfu ishirini na tano kuweza kukamilisha idadi ya viti ambavyo vinahitajika viti jumla elfu thelathini. Kwa hiyo ni uwanja mzuri kama ambavyo unaonekana, viti vyake vinapendeza kabisa, vya rangi ya kijani, lakini pia majukwaa yake kama yanavyoonekana, na ni uwanja wa nyumbani wa Singida Fountain Gate. Nikukumbusha tu hivi huu ni uwanja ambao ni mzuri sana yani, kule Manyara kule utapata burudani nzuri kutoka katika uwanja huu, lakini pia timu mbalimbali zikiwemo Simba na Yanga zitakwenda kucheza katika uwanja huo, na nadhani mashabiki wengi sana wataweza kwenda ku, katika uwanja huo. ni hii ni kampeni sambamba na ile ambayo inaendelea pale katika uwanja wa Jamhuri, ule uwanja ambao unaitwa shamba la bibi, na yenyewe pia picha yake ya uwanja wa Tanzanite bado si nzuri sana, na yenyewe Tanzania iko katika marekebisho, kwa hiyo Tanzanite Kwaraa